Watu wakakombolewa, watu wakainuliwa. Mungu huwa ana tabia ya kuangalia chanzo. Huwa anajibu kutoka kwenye chanzo. Kwa hiyo wewe mwenyewe utakuwa sehemu ya hizo baraka. Watu wanapofunguliwa, watu wanapopokea, watu wanaposaidika, watu wanapomjua Mungu, wokovu unafika nyumbani kwako na kwenye kizazi chako. Hakuna atakayeangamia, hakuna atakayepotea, maana Mungu ana tabia ya kuangalia kutoka kwenye chanzo. Kwa hiyo wewe, ambaye ni chanzo, tunakukaribisha sana tarehe tisa mwezi wa kumi na moja usia kufika ondoa vizuizi vyote, ondoa vikwazo vyote. Kumbuka, tarehe tisa ni siku yetu ya kumbariki Mungu kwa sadaka yetu ya kununua mitambo ya redio ya huduma ya ukombozi wa nafsi, Nuru Duniani. Tuwashe nuru kwenye familia zetu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halitaiweza. Katika jina la Yesu nuru ikang'ae kwenye familia yako, nuru ikang'ae kwa watoto wako, nuru ikang'ae kwenye masomo yako, nuru ing'ae kwenye biashara yako. Hakikisha ukosi wala uachi kutoa hiyo sadaka wala kuituma, na kama umeweka ahadi, hakika unaitimiliza unaiondoa nadhiri yako kwa Mungu, ili taa na nuru ya Kristo iwake kwenye maisha yako. Haleluya. Bado tunaendelea na mfungo, tuna mfungo wa siku ishirini na moja na leo ni siku yetu ya sita. Bado hujachelewa kama bado hujaanza mfungo, ungana nasi leo, ni siku yetu ya sita, tuna mwendo wa siku ishirini na moja. Hakikisha unafunga unamuona Mungu, maana tuko kwenye andiko letu, linasema tunalolisimamia nalo katika maombi haya ya mfungo wa siku ishirini na moja Samueli wa kwanza Samueli sura ya pili mstari wa nane humwinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili amketishe pamoja na wakuu. Hakikisha unafunga ili utoke kwenye jangwa uliloko, utoke kwenye mavumbi ulioko. Haleluya, tunakukaribisha kwenye mfungo wa siku 21. Bado hujachelewa, ungana pamoja nasi. Haleluya! Isaya sura ya sita mstari wa kwanza Isaya sura ya sita mstari wa kwanza unasema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana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 maana katika siku zake zote alizokuwa akifanya utumishi hakumwona Bwana kwa sababu mfalme Uzia alikuwa kizuizi, alikuwa kizuizi katika kazi hiyo ya Mungu aliyokuwa anaifanya Isaya. Kwa hiyo Isaya halikuwa amuoni Mungu kwa namna ambayo alikuwa anatamaniwa au kikaondoshwa kikafa kabisa kikaondoshwa na shindo